Tunashukuru tunashukuru pia wanaparokia ya Mdabulo ambao wameshiriki katika hija ya msalaba huu, karibu parokia nzima. Tunashukuru sana, na baadhi ya waamini ambao ni maujaji, baadhi yao tumekuja nao katika parokia hii ya Ibwanzi kigango cha Ihanga. Kutoka parokia ya Mdabulo, wote tuliotoka parokia ya Mdabulo tunyoshe mikono basi. Hao ndio walio. Sala ya jubilei. Baba uliye mbinguni imani uliotujalia kwa mwanao Yesu Kristo ndugu yetu, ayamsha tena ndani yetu tumaini enye baraka wako, na mwali wa upendo unaowashwa miguni wetu na Roho Mtakatifu weze pia kuamsha ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wako. Neema yako itubadilishe wawe wakulima wenye bidii